Nyota ya mizani hutofanyia kazi jambo la mtu na kuona, sasa ni msumbufu kwako, utajishangaa kwa mabadiliko yako, kufanya mahesabu ya vitu vingi uvitakavyo, utakuwa na mtu kwa hali ya furaha, kuhisi hali ya baridi sana mwilini, kufikiria zaidi katika hali ya kujiboresha kiutafutaji au mambo yako binafsi, kufurahia kualikwa katika hafla ya kuwa mgeni rasmi au mtu mwenye nafasi ya kipekee kuangalia kitu kilichopo mbali sana, kuhisi umeona kitu kikijificha, mtu kukutazama kwa upeo wa mbali sana. Kimaendeleo, Mizani upo na viashiria vya kutambulika zaidi na upo na nguvu ya ushawishi, kuwa katika njia ya haki na usawa. Utayafaidi matunda ya mti ulioupanda kwa maana ya kimafanikio, kuchoka malalamishi ya mtu, kwenda sehemu mara kwa mara, kujutia kitu utafanya jambo lenye usahihi.